Hapa CBC Dodoma leo ni siku ya pili ya kongamano la maombi ambalo linaendelea hapa, na niko na mkurugenzi mkuu wa idara hii mchungaji Crispin Madembe, atuambie kile kinachoendelea hapa, mwitikio upoje? Lakini wewe ambaye umekosa kwa hizi siku mbili, pengine akuambie ni kitu gani ambacho haswa umeku, uba, mchungaji umekikosa. Baba mchungaji, mnaendeleaje? Bwana ni mwema. E, Ngareni kwa kongamano. Kwa kweli tunashukuru Mungu amekuwa mwema sana mm. tumekuwa na kambi nzuri la maombi ambalo na hata sasa tunaendelea nalo mm. yeah. Mwitikio upoje? leo siku ya pili. Ah, kwa kweli mwitikio tunaona unazidi kuongezeka mm. nafikiri wewe ni shahidi yangu pia kwa sababu tulikuwa tumeanza, tulianza katika, <laughs> <tumu, watu> <laughs> katika hali ndogo kidogo lakini Meshanga tena jana usiku hali inaongezeka. Mm. Leo tena hivi saa hizi naona kumeongezeka tena mpaka ndo maana hata nikawa nimetuma watu nikambebe wanihesabile watu tena nione. Maana mm. nikaona kama maana kama ka inaongezeka ina inaongezeka. Kumbe kweli mm. watu wameongezeka kwa kweli. Tunamshukuru Mungu tofauti na tulivyokuwa tumeanza. Mm. Yes. Mlitegemea nini na pengine kwa siku hizi mbili? Kile ambacho mlikuwa mmekikusudia mnaona kinaenda kutokea. Ya, yeah, kwa kweli tunaona kwa sababu kusudio letu sisi ilikuwa kila atakayefika aweze kukutana na Mungu kwa ajili ya kile ambacho Mungu anaenda kukifanya. mm -hmm. Yes, kwa hiyo ndicho hasa ambacho tulikuwa tumekusudia. mm -hmm. Na kwa sababu hiyo, ukweli ni kwamba Mungu ameendelea kuonekana katika maombi haya. mm -hmm. Tunamuona kwa namna ya pekee sana. mm -hmm. Kwa sababu kama unavyoona tulikuwa tuna, uh, tuna mafundisho kwa ajili ya kuwanua watu wetu. mm -hmm lakini pia hatukuwa tunaishia hapo. Tulikuwa tuna ibada ya maombezi, ambapo tulikuwa tunafanya maombezi mm -hmm. ambapo tumemwona Mungu amewafungua watu kwa namna ajabu. mm -hmm. na hata ananisikiliza kwa sasa, hizi siku hizo baki bado ni nyingi, mm -hmm. kama akizitumia. mm -hmm. kwa sababu siku moja ni sawa na miaka elfu na miaka elfu sawa na siku moja. Okay. Kwa hiyo atumie aje kwa sababu mm -hmm. gani, na hasa wakazi wa Dodoma hii, nimeshangaa sana watu jinsi ambavyo waliokuwepo Mungu amefanya miujiza na wale wanaendelea kuangalia nt mm. endelea kuangalia kwenye, kwenye utaona kuna kitu kabisa mm. watu jana wamekuja na kukumbuka, amekuja watu watatu tu watoe ushuhuda. Kuna mmoja ameponywa tezi dume pamoja na nini na vidonda vya tumbo mm. amesumbuliwa kwa miaka saba, mm. miaka sita. Alafu mwingine ngne um, na vidonda vya tumbo, fikiria alikuwa na vidonda vya tumbo lakini amekuja amefanya vitu vyake kwa siri, anasema mimi nitafunga hivyo. Ana imani ya mtu hatuwezi kuizuia <laughs> hatuwezi kuizuia. Amefunga na Mungu amemponya. Yule mama naye ameponywa vidonda vya tumbo, alikuwa na umwa miaka minne ameshuhudia pale na Fili ulichukua siku ya jana. Haya, hebu tusikie kwa hawa watatu kile Mungu amewatendea. Ndugu unaitwa uh, nani kwa majina? Ninaitwa Philbert Gayan. Asante. Ulikuwa na tatizo gani? Ilikuwa kwa muda mrefu, nasikia maumivu kwenye nyonga. kwenye nyonga? Na kiuno. na kiuno. Naam. Ni kwa muda gani umekuwa na tatizo hilo? Kwa muda mrefu tu. A -a, kama miaka mingapi bu. Yani, kama miaka mitano hivi. Miaka mitano. Naam. Sasa baada ya kukuombea hapa, umeona nini kwenye mwili wako sasa hivi? nasikia hakuna yale maumivu eh. na mshukuru Mungu sana Amen. Hebu shukuru Mungu sana. Amen. Hebu inama inuka inama. Twende. One, two. Anaka, two. Twende. Hey. Twende. Hey. Twende. Hey. Twende. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ah, twende 1 2. 2. Hey, hey, hey, jamani, pige Yesu makofi. Ah, twende hapo. Eh, eh. Unataka nani? Unaitwa nani? Naitwa Christa Haule. Christa Haule. Ulikona tatizo so gani? maeneo haya. Alafu umekuwa na mateso tangu lini? Uh, kama miaka mitano hivi, minne, miaka mitatu, yani ni ni e, muda kidogo hasa masuala ya tumbo, vidonda tumbo vidonda e, e, vya tumbo e, tumboyka nani, na nyuma sana hapa hata wakati mwa, mna mhudumu anafundisha hapa e. Basi ikazidi kunibana hapa e. Paka mgongoni sasa, nilivyoombea hapa e. Nimetoka nasikia wepesi mgongoni e. Mepona kabisa <laughs> mtukuze Mungu wako, hivyo vilikuwa ni vidonda vya tumbo.

Nilikuwa uh -huh. na vidonda vya tumbo na tezi tezi dume. dume. Na tezi dume umekuwa nayo mateso tangu lini? Kama vidonda vya tumbo ni kama miaka sita au na kuendelea. Miaka sita uh -huh. Haya, tuambie nini kimetokea baada ya kuombewa hapa? Kati naombewa hapa na Eh. Uh -huh. tumbo kama nimesikia tumbo ni kama mkwaruzo kwaruzo sana hivi Eh. Uh -huh. Nikaona kama mbona ndio tumbo linazita, baadaye ikakata tu. Sikusikia tena wenye mauasabaamvidod vya tma kaa aahtumefunga moinakaruahaeli vidonda vya tumbo vimepona vya miaka sita. Amen. Haya. Bwana ametenda. Amina. Amen. Jamani, hebu tuinue mikono juu, tumpe utukufu Bwana aliye. Kwa hiyo tunaona kwamba kile kilichokuwa kimekusudiwa tulikusudia watu waguswe wapate wa, wa, wa ile hali mpya sawa, ule moto wa uamsho katika swala maombi mm. Tunaona kabisa watu wana shauku kubwa mno mm. Kama ambavyo tunaona angalia, kwa mfano leo ni siku ya pili, unaweza ukashangaa. Mara nyingine, unaweza kukuta watu mara nyingi watu ndio wamenyongonyea mm. Lakini saizi unakuta watu wanarukaruka wana msifu Mungu eh, sasa tunaamini kabisa Mungu ataendelea kutenda mambo makubwa na kile kilichokusudiwa katika hii miaka kumi na tatu ya moto wa mwisho. Hakika mimi naanza kukiona, ninaona kuna kitu fulani kinaanza kutokea, yani kabisa nakiona. Ya, kwa sababu mara nyingi wakati tuna maombi pia kufunga katika nani mbalimbali. Unakuta, mm -hmm. Watu wanakuwa wamechoka choka, lakini hii kitu nashangaa yani, ni ajabu. Yani watu wana nguvu, wana nguvu wao, angalata tutakavyoanza kusifu baadaye, kadri muda unavyoenda utashangaa na nguvu zaidi mm. Na hata ile masomo wanayopata yanainua zaidi, kwa hiyo utajikuta kwamba wana nguvu zaidi, kwa hiyo tunamwamini Mungu kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi na kile ambacho tulitarajia hakika ile breakthrough tunaanza kuona mpenyi unatokea. Kuna yeah, neno gani pengine kwa wale ambao wameshiriki hili kongamano, kutokana na yale masomo ambayo wamejifunza, ni, ni kitu gani ambacho wakakifanya? Ya, yeah, kwa kweli kama tulivyosema ukiona mtu ana vision ujue kuna mahali anataka kufika. Kanisa letu tunao dira ya miaka 13 moto wa mwisho, kuna mahali zanataka tufike sasa yale masomo tunayoyafundisha, lengo lake ni kila mwamini na yeyote yule, hata kama sio mtiji, sisi tunalenga watu. Idara ya maombi, si tunagusa watu wote sawa? so, kwa hiyo maanake kwamba tunatamani aguswe, aguswe. mm -hmm. na yale mafundisho, yale mafundisho yatamuinua, kwa sababu fundisho ndio linalomuinua mtu. mm -hmm. Linamjenga, anainuka na atakapo kadi anavyozidi kuliamini le, lile anavyomwamini Mungu na kuamini lile kila kinachofundishwa, tunaona kwamba anapata kuinuka zaidi na kusonga mbele na kupata matarajio ya kile kilichotarajiwa. Yes, amina. Mungu akubariki baba mchungaji. Amen, asante sana, asante. Amen.